na mkataba alikuwa ananisupport kwa sababu nilikuwa mke wake. Kuna namna yoyote Zaiylisa ukiachana na hili ni yes. Kweli umerudiana au unatarajia kurudiana na alikuwa mpenzi wako wa zamani ile ya Makabila, mara baada ya uana igeo zako upo kwa dadake naviko. Hizo video ni za muda mrefu sana, alafu sina mpango huo wa kurudi kwa yoyote. Sema tu hivyo, sina mpango kurudi kwa yoyote. Sahivi nimeamua kus na kazi familia familia yangu, namaanisha kazi. Sasa hivi vitu mtakavovyona kwangu, mimi ni kazi basi. Ukisema kwamba aliyekuwa uwangu nafanya watu wamukwambasha, siko kwenye ndoa eneusi <laughs> <laughs> akuchumbiwa sasa hivi so na mtu mwingine. Napumzika kwanza jamani. Nikienda kwtadiaaum, watu wengi wanachumuana, binti mdogo, ndoa mbili, wana tafsiri tofauti kwamba ania ndoa mbili, aila na ndoa ambazo moja litoka ajamaliza mwaka nyingine ajamaliza miaka miwili hivyo Kwako kuwasaidia watu ambao ndio followers wako, ndio wanaokupusha unapata matangazo, unaweza ukawaambia nini ndio endelee na imani kwamba Zailisa sio tatizo kwenye hizo ndoa? Labda tatizo ni watu ambao wanakutana nao. Mimi siwezi nikasema mimi ni tatizo au watu nilokuwa nakutana nao ni tatizo, lakini niwaambie tu ndoa sio mbaya na wasikurupuke pia. Ndoa sio mbaya, lakini pia wasikurupuke. Kila kitu kinakuja kwa wakati sahihi Mtu sahihi anakuja kwa wakati sahihi. Kwa hiyo yani, hivyo tu, asikurupuke. Una imani, mlikurupuka kwa sababu ulikuwa umetoka tu kwenye ndoa muda mfupi, mjakaa sana mkafunga ndoa. Tuongelee vitu vingine.